Mtazamaji, tuko studioni tukizungumza na kupiga kurunzi aliyofanyika katika chaguzi e, ndogo zofanyika, na tumeweza kusikia kutoka kwa Thuku e, Kiruga ameweza kuzungumza yake na Daktari Peter ambaye akajaribu pia vile vile kuweza kusawazisha pale ambapo Thuku kwa wanazungumza. Bosco Mutegi hata amechangia kwa kina, ikuwa mbo tumeweza kusikia katika pande zote watu wanapozungumza, kila mtu hapa anaegemea upande wake kwa kile ambacho kuweza kufanyika katika chaguzi ndogo. Mtazamo wako unazizungumziaje chaguzi ndogo? Na ni ukweli kwamba hivi vilikuwako ni vita vya ubabe wa kisiasa? Hivi ni vita vya ubabe wa chama? Hii ilikuwako ni rehaso ya uchaguzi mkuu unaokuja? Uh, mwanzo kabisa nataka kushukuru Rashid kwa mwaliko huu na ningetaka kwanza kuelekea kwenye wenzangu walivyoelekea katika kusherehekea siku ya uh, maambukizi ya UKIMWI ni vizuri tuendelee kuwaelekeza na kuwaeleza watu kuhusu umuhimu wa kujikinga na pia kuzuia maambukizi. Lakini nimewasikiza wote wakiongea mm-hmm. na ningetaka kwanza kuwakumbusha kwamba ni vizuri sana kuwa mwanafunzi wa historia. Inaonekana tunavyoendelea kama nchi tunasahau sana, haswa wale tunaokuja kwa umri mdogo, tunasahau nchi yetu ilitoka wapi. Hii nchi imetoka mbali sana, na najua waliopigania haswa katika uhuru wa vyama nyingi. Demokrasia yetu mahali pofika, ukiangalia nchi jirani tunaweza kasema sisi tuko juu kidogo kulingana na wao. Nchi yetu imetoka mbali, damu imemwagwa, watu wengi sana wamejipa eh, moyo, wamejipa mambo mengi sana kujitolea, ili tuweze kufika mahali tupofika. Lakini ukiangalia mahali tupo ni kama tumeanza kupiga hatua za nyuma wakati unaona mtu anatumia nguvu za polisi vibaya mamlaka ya polisi vibaya, wakati unaona by elections zinaendeshwa kwa njia ambayo tuliona zinaendeshwa katika vurugu na vita na vitu zingine kama zile, wakati ambapo unaona ni kama hatusikizi ambaye tunasema hana mamlaka kuniliko mimi, tunapimana nguvu, ni nani aliye na mamlaka kuliko mwingine. Ningetaka kukuambia Rashid, tunarudisha nchi nyuma, mbali sana. Tuliyaona hayo katika Uh, nyakati ny ny ny za Nyayo wakati alikuwa ana, ana, anaongoza nchi na ile tulikuwa tunasema na fist anaongoza nchi kwa kifua sana. Nimemsikiza mheshimiwa Kiroga hapa akiongea, anaruka haraka sana, anasema yeye mwenyewe hiyo nguo yenye alikuwa amevaa maksudi haswa yake ya kuvaa nguo ilikuwa kuwe, kuonyesha ubape wa chama chake na ni vizuri lakini yeye mwenyewe alielewa kwamba hafai kufanya vile. Ukiangalia marangi za chama zingine pia kuna rangi ya yero pale ndani, lakini wao walichagua kutovaa rangi inayoashiria kwamba wana, wana, wana sapoti chama chao. Na ni vizuri sana, tuwache kutumia siasa kama Eh, kizingizio cha kubehave ama kufanya tabia ambazo hazistahili uh -huh. Tuko na generation zinazokuja zinatuangalia zina hivi vile tunavyofanya, maneno nimemsikiza uh, Bosco pia uh, akieleza vizuri na akasema wengine wote tunyamaze kwa sababu yeye ndiye anayeelewa Embu vizuri sana. Ningetaka kumwambia Embu sio eneo ambayo limejitenga kutoka kwa, kwa Kenya hii sisi tunachanganua mambo ya yanayoendelea Russia, tunachanganua mambo ya Amerika, tunaelewa mambo ya hii nchi kama kama mkono wetu wenyewe. Wengine wetu tuliweza kufika kule mbele, kujiangalia maneno yaliyotokea. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana ya vile mtu anavyoelezea kulingana na vile anataka inchi nzima isikie, Rashid uh-huh. na ukweli wa mambo ulivyofanyika kule kule mbele, for example na, tuna, na pia kule marava kulikuwa na maneno kama hayo, nara kulikuwa na maneno kama hayo. Nataka kuuliza swali dogo uchaguzi wowote unafaa kumilikiwa, kusimamiwa na, ku, na, ku, uh, na watu wanaitwa IEBC, sio serikali. IEBC inafaa yenyewe iitishe maneno serikali usaidizi kulingana na vile wanajua kama ni, kama ni maneno ya ulinzi na vitu zingine kama zile, ila wakati uchaguzi unafanywa, tunafaa sisi wote tunaondoka. Ndio maana pia wanafunga, wanafunga ama wanafaa kusimamisha kampeni siku moja siku mbili kabla ya uchaguzi mwenyewe, ili temperature zishuke chini, na ndio wananchi wa, wa, wa, wana waweze kutokeza kupiga kura. Kule kampeni zilikuwa zinaendelea, ni kana kwamba IEBC yenyewe does not exist. Niliona mambo zingine za ajabu. Wewe unajua vizuri sana, tunafaa kuwa tunapiga kitu inaitwa secret ballot. Secret ballot ni kumaanisha hakuna mtu anafaa kujua umepigia kura nani, lakini kule mbele hakukuwa kunaendelea namna hiyo lazima ungemuonyesha ejenti wa chama fulani hapo ile kitu ambayo umetiki, ndio ukifika kule nje uweze, ku, uweze kupewa kitu chenye unapewa. Kusema ukweli nimesikia uh, Bosco akisema kwamba ati kila mtu alipeana chake kulingana na vile alivyoweza. Waje nikwambie, hakuna kitu upinzani walikuwa nayo wao. Hata ile, ile pesa ile budget walikuwa nayo ya kumanage juu ya uchaguzi ni pesa ingetoshea kwa fuliza <laughs> lakini serikali yenyewe ilikuja hapo imebeba kila gari imejaa pesa. Sijui pesa zilitolewa wapi, ziliprintiwa wapi, sijui ni bajeti ya nani, but you see, hivyo ndio tunavyosema. Tunaweka example gani? 2027 tunatarajia nini? Mshaanza kutoa mishahara yenu yote na kuonyesha kwamba mtatumia nguvu zozote zile, ila haitakuwa ikikubalisha iki demokrasia iweze kutawala. Lakini vile nilivyoona tume mtumeuchukulia ule e, uchaguzi mdogo mm -hmm. ninaona ninaonanapozungumza kwa yes. Ukisema kama ni maswala ya hongo, si mambo mageni. yes. e, ni kama ni tamaduni, imezoelea katika tamaduni mbaya, lakini ipo sababu. Ukilinganisha chaguzi zingine, ndio mafunzo tumeonelea kwamba, Rashid, tumezoea kuona watu wakipewa pesa wakati wa kampeni, hiyo si jabogeni na kila mtu Mkenya yoyote aliye kule nje anayetusikiza leo anaelewa kwamba wakati kampeni zinaendeshwa lazima watu wanaenda wakipewa kitu wanaita facilitation, wanaita venye wataita Wakenya wenyewe wanapiga foreni, pale wanangojea kitu, lakini hatujaona kule mbeleni mm. wakati siku yenyewe siku ya uchaguzi yenyewe mm -hmm. Nilienda katika kituo kimoja nikawapata wamama wamejikusanya, wame mahali wameshikilia, wame kadi kadi, kadi fulani walikuwa nazo lakini wamama kuwauliza kadi ni za nini, wakaniambia, wameambiwa pesa inakuja. Hii ni ile kadi wamepewa kwa sababu pesa zimeisha, lakini nataka kukwambia pesa imeisha yenye serikali walikuwa wanapeana pale, lakini sasa kwa sababu imeisha, na kuna mtu ameendea pesa, ati wamama wanashikilia kadi hiyo, ndio watapeana, ndio waweze kupewa, ndio waweze kupewa... si ya kupigia kura hiyo. Washapiga kura, lakini wamejulikana wamepiga kura upande gani. Sasa ile wanagoja ni kulipwa sasa. Na niliona wengine katika mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii, niliona mwingine ako na unga tuliona na pale katika Twitter, hata ukitafuta utaipata. Asubuhi kabla mtu aende kupiga kura, anaenda kwa boma ya mtu fulani kuchukua unga aende nayo nyumbani kwanza. Hiyo si hongo? si hongo. So ningetaka, ningetaka tusema kitu moja kabla yeah. kiroga Luke hapa anze kuongea maneno ambayo yeye yeah, anafikiria na sisi tunaongea ile maneno tulikuwa naye huko ground. Mimi hata mimi nilikuwa huko yeye, yeah, tulikuwa naye lakini wewe ulikuwa umeprotectiwa na, na serikali, askari tano nini nini. Wengine wanapigwa na serikali. Ningetaka tu kusema jambo moja Ningetaka kuwaambia na kuwatahadharisha ndugu zangu walio hapa kwamba kuna utamu mwingi sana wakati mambo ya power iko mikononi mwako, iko na utamu sana. Mkija hata katika debate kama hii, confidence yenye unaongea nayo, na tushaona kule mbele watu ambao walikuwa na power zingine kubwa sana. Lakini ningetaka kuwaambia watu, kuwakumbusha sisi wote tulio hapa kwamba kama huna power saa hizi, waweze ukawa nayo kesho na wewe ulio nayo saa hizi waweza ukawa hauna hiyo power kesho. Mimi kama mtu binafsi nina hofu kwamba tukiendelea kuweka historia ya na namna hii tunaita culture. No. We continue developing such a culture, hakuna msingi bora tunaweka wa nchi, nchi yenyewe tunaiweka katika, katika msafara wa kuiharibu, kwa sababu watakaokuja watasoma kutoka kwetu sisi. Ila nataka kuwatahadharisha kwamba unapotumia mamlaka uliyo nayo ukumbuke ya kwamba kuna siku moja utakuwa hauna hiyo mamlaka, na, na umeleta uh, ma, ma, e, elimu na pia ukaleta mzito <Gânde> ambao nafikiri Thuku anasema mengine sio kwamba ati aliyasikia mm... aliyashuhudia eh... ama ikuwa katika maeneo ya eneo bunge lile mm... kwamba pesa zilitolewa hata siku ya kupiga kura. Unajua Rashid, hawa watu ni watu saa zingine, sijui kama una mfano unaweza kupa. Unajua unaweza pata bwana bibi wako kwa nyumba, unaspia bibi, bibi anapiga uu, ataniua kubedi. Anapiga bwana, watu wakija anapiga bwana na anapiga nduu, watu wakija wanapiga nani Bwana kumbe ndio alikuwa ame ameumizwa. Ah, watu wako namna hiyo. Ah, watu hawa wa upinzani. Unaona, wanasema mimi nilikuwa na hell and bladed. Marala alikuwa anazunguka kwa vituo akiwa na kofia ya DCP. Unaweza itisha hizo picha kwa wa, wa, wa, wa, wa, watu wenu wa, wa, wa habari. Niseme hivi. Kuna kitu boss hapa ametaja ya muhimu sana. Unajua tumeenda sako tumefika pahali tumesimama kidete tumesema na wananchi wameanza kukubali, tunataka siasa ya maendeleo. Nasisi, na sisi na mimi nakubalia na vile na, na vile anasema power is transient but because Mungu ametupatia power saa hii what do we want to do with it. Tumesema hivi na nikisema sisi tunasema all the government ministers from the Mount Kenya region, all the PSs, all the government supporting MPs and know the government MCs na wale watu wamepewa kazi na serikali, tumesema lazima tufanyie wananchi kazi, na sisi tume identify coordinator wetu anaitwa Professor Kidure Kidiki, ili watu wazi hapo wa cha hapa kushinda wakitutisha ate wewe oh, sijui uchaguzi utafanyika nini. Nyinyi sio Mungu, there is God in heaven. Tumesema Professor Abraham Kidure Kidiki The senior most politician in Mount Kenya region. He will coordinate us so that ile development yote mabarabara, mambo gani, ma, ma, kila kitu inafaa kufanyiwa wananchi, tuendelee kufanya wakati wa kura ukifika, na anatufanya akituelekeza, kwa serikali ya President William Ruto, wakati wa kura ukifika tutaenda na, na scorecard kwa wananchi, but hatuwezi ruhusu watu kila saa ni kutishia watu. Umeona, mpaka hawa watu wanatishia mpaka inspekta wa polisi, maanake hii itasaidia kuelimisha wanaokutizama mm. katika eneo hilo la Mlima, kwa sababu nakumbuka kauli hizi tumewahi kuhojiana mm. mimi na wewe mara nyingi hapa mm. mm. kauli hizi hizi baada ya kwamba uh, watu wameapishwa wame katika serikali na rais amechukua ya serikali yake, akiwa wakati huo alikuwa naibu wake Rigathi Gachagua kulizungumza kauli hizi mm -hmm, kwamba sisi watu kama mlima tumesema tutasenga hivi na tutaongozwa na nani, mm -hmm, na Rigathi Gachagua na tutupeleka katika maendeleo. Leo ukizungumza haya kuhusu Kithure Kindiki ambaye ndio naibu wetu wa rais profesa, mm -hmm, anayekusikiza wataka akuamini vipi wakati umebadilisha jina tokini, maneno yao uliyatumia kwa jina la mtu mwingine, wakati wa unajua, sio ateni maneno tunatumia hapa kwa jina la mtu fulani. Unajua kuna hii kasuba imekuwa ikiendeshwa isipokuwa mtu ya chama hii mlimani huigii We don't want such threats. What we are saying is something very simple. kwa mfano Even, you know, me, I sit in the UDNEC. And as the governing party, our job is to support and assist the president to, to, to, to implement the manifesto of the party. Kwa hivyo what we are saying is yale yalifanyika yamefanyika. mm hata -hmm. maziwa ikimwagika, utadumu hapo milele ukilia? Utarudisha ng'ombe kwa kishaka umlishe, ukuje ukamwe maziwa ingine su so, we know and it was not of our meeting what happened, happened. Lakini saa hii, Mm -hmm. kwa mfano hata nikupe mfano mzuri la kwetu na ndio nimesema, lazima viongozi wote sisi tuko kwa serikali tushikane, tutetea mwananchi kwanza. Kwetu kuna barabara zinajengwa, ukienda pale udhaya hospitali hapo, mimi hata ushawai kusikia nikitajayo Rashid mambo ya city scan na nini, imekuwa delivered. Makama ni soko hapo inajengwa, wodi yangu yenyewe ya kuna soko inajengwa, barabara zilikuwa zimekwama, tunajenga ndio tunasema. uh -huh. kutoka kwa MC na ndio unikubalie niseme hivi uh -huh. Unajua, mimi kwa chama mimi ndio chairperson wa MCA caucus. In the party we've said nobody owns any area in this country, so kuanzia nyumbani na nyumbani kwetu ni hiyo Mount Kenya tumesema na tumeomba the Deputy President, Professor Kindiki na MCA wamenituma na hii wangetaka aigie in every world, hata akisaidia rais kufanya majukumu mengine ya kitaifa, hata kule nyumbani we embrace him as the senior most leader in our region and our engagement with him is on the development front, na pia uh -huh. asaidie kushikanisha jamii yetu ya mlima <coughs> na the rest of Kenya. Uliona vile alisaidia katika mazishi ya hayati Raila Odinga, na tunataka kusema pole. Kuna swali nitakuuliza moja kabla nilete watu wengine, yes. Unaweza kiri tu kwa sababu kwa maelezo yako kwamba kwa mtazamo fulani uchaguzi upe ulikuwa kuwa unapima ushawishi kati ya naibu rais wa sasa na aliyekuwepo. Of course uh, that's that's, that's an open thing because, na sio sisi tulileta hiyo, you know, vile hao watu wamekuwa wakifanya hawa kina rafiki ya gubae wamekuwa wakitushokoza sana. Eh, eh, eh, eh, tutawaonyesha, tutafuga hoteli saa sita usiku ikifika 27 mtajua, nyinyi mtakuwa mmerara hivyo. Uh -huh, eh, tukasema okay. Kujeni, bia, tujeni, na hiyo tutaitumia kuafurusha viongozi wote sisi

Tulienda tukawalai wananchi wa Bele tukawaonyesha uzuri wa kuungana na kukaa kwa serikali yeah. Kuchagua mjumbe wa serikali Mheshimiwa leo wa, wa Muthende ambaye walishagua na wananchi wa Bele wakakubalia. Hawa wakienda huko eh dawa ni moja inaitwa wa Muthende, so they added up campaigning for our candidate. Wacha nimlete Dr Peter Mbaye. E, tuzungumze tutumbue, lile jipu maanake, kama kama twalikaribia alafu twaliacha, tulitumbue tu tuelewe kwamba uchaguzi huu mdogo wa mbere tukwako ni kuonyesha kwamba unaposema kwamba kuna kiongozi wa kusikizwa Mlima Kenya ni nani kati ya Rigadhi Kashagwa na aliyekuwa naibu wa rais na, naibu wa sasa wa rais ambaye ni Profesa Kithure Kindiki. Kwa mujibu anavyoeleza uh, ndugu yangu hapa Thuku anasema kwamba Matokeo ya uchaguzi ule yashaonyesha mlimani nani anapaswa kuongoza mlima na kwa mtazamo wake ni kwamba ndiye ambaye alikuwa ataibuka na ushindi yeye angekuwa na ushawishi. Asante Rashid. Uh, umesema vizuri kuturudisha nyumbani ile mambo tunaongelea leo. Kile kwa kuna kitu ndani mambo ya maendeleo kuniliko. Hakuna, hakuna, hakuna, mimi najua kila kitu mambo ya maendeleo what will happen na nini haitafanyika. Historia zote amezunguka yule oh, ambaye chukua GDP azunguke maendeleo. Hii ni mwaka ya ine. Huwezi kuwa kwanza kuongea maendeleo, ni kama unaanza hiyo, ni mambo ungeongea 22, ufanye saizi ndege ingekuwa ngani, watu wote watu wakijionea. Huwezi kuja kuambia watu mambo ya maendeleo saa hii. Unafail kufanya kazi miaka tatu, mwaka wa ine unaenda unazaliwa upya, unaza kuleta mambo ya maendeleo, ukileta mambo ya Singapore na first world. Hiyo yote ni scam. Uh, just for record, hiyo tutaweza ongea another day between Rigathi Gachagua not the likes of DP, did alichukua ligiji, amtumie yeye kuchukua kiti ya rais. Because alijua Profesa Kindiki hana ushawishi wa very firm na hata mzuwi, hata mkubalia afanye ile mambo alikuwa kufanya kwa, kwa, ndani yake so akajua mahesabu yangu ni je, wacha mimi kwanza nichezee hawa ule tu ni aenda anisaidie kiti he planned. Rais alipanga kuimpeach ngazi kashagwa day one tukiwa Karen, sikuja tu alimpatia deputy, alijua ya kwamba huyu ataingia nitamtoa, nitaweka Kidiki akuwe yes man. So what is the battle today in Mount Kenya? Ile battle iko saa hii is kitu naitaka political the battle of the soul of mlima political ile inaitwa betrayal, political, political na political deceit ambayo rais aliwekea watu ya mlima. So, ile, uh -huh. So, no. Ile kitu iko aseme kae ni mbele ama ni unique na tukienda huko tulijua si hati kujua ya kwamba bere is very unique, mambo ya clans eh? kuna ukijua kama utaambiwa JB Lenny, eh, Luku wa Muthende, kuna mambo ya clan dynamics which is not enye haiko kwa any other constituency ya mlima isipokuwa Bere North na Bere South. So nataka kuambia hivi, tulijua kuna dynamics zingine kando na ile umaarufu wa, wa mlima lakini tukasema hivi ya kwamba Lingadhi Kashago lazima aende kama ambaye ana, anaomba kuungwa kuungwa mkono haswa, so kwa hivyo kwa ninavyo kusoma maanisha kwamba mlingia kinyang'anyironi, lakini amkuwa na uhakika wa kushinda eh, eh, waje ni kuambia vipi? Nimesema tulijua ya kwamba mbere is mbere, si kama mahali pengine, na ndio maana wakati nimesikia wakisema ati wanataka mbunge mmoja ambaye anajulikana Mlima Kenya, ati alizaini apatiwe PS ama si yes, ati sasa kukwenda mwingine upande wa Nyeri, nakwambia leteni asubuhi tuonane, hata sisi hata huko tutawashinda. Ngoja kidogo, kidogo, kidogo, mimi nimesikia nasema tu waendelee, tutawashinda si, tu, tu. Wakonek, wa connect waende wapitisha, kesho tukutane ground. Lakini nasema hivi tungeenda pale ndio tuanze mambo mapema, ni mapema. Rashid, to answer your question, the part of sai sisi hatuendi kushindana na kinati roko hapo na DP, sisi tunalenga one thing, yule ambaye alifanya betrio ya mlima ndiye hmm, kitu anaogopa na, na, kidogo, kidogo. Hmm. Uone ukitaka kujua uchaguzi ulifanyika na si kama, kweli, kidogo. Na kama Rashid, ukweli rais alijua amemaliza kashagwa kulingana na yule maarufu wa mlima kwa kanisa kupiga kabla wengine wachangie. Kuna kitu wa umesema kwamba uh, uchaguzi uko ushinda ni ushindani kati ya aliyekuwa naibu wa rais na rais. Umesema, utaki kulinganisha na wale chini ya rais eh, ilikuwa ushinda ni ushindani huo kabla wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi na hata sasa. Hata sasa. Hata sasa, na baada ya matokeo yale ushindani huo unatoa picha gani? Asanti, number one <laughs> un, un, unakumbuka Rashid, after uchaguzi last day matokeo yao ile waliiba yote, wakajitangaza, hakuna mashangilio na celebration ilifanyika Friday, watu walikimbia, watu 10 kwa sababu gani? lai yao walikasirika, the mood on the ground hata saa hii ya ni kwamba hiyo uchaguzi uliibiwa, sasa nikuambie. Na hata wenyewe walijua, wali, wali after kutumia 600 million, sasa nikuuliza Rashid, jibu maswali ya lakini usije na madai ambayo ni ah, ah, nimaifana <thebravui> na madai hayo. Nipe nafasi nchukua mapumziko mafupi, halafu tawapa mchangia mtazamaji. No, no, no, hii uh, uh, dibeti uh, ni yako mweleze huyu kiroga kwamba. <laughs> A -a, <l> unajua ni vizuri kuuliza ufafanuzi hata kwa buge, uwezi ukaongea bila kuwata, na huyu anafaa aache kazi ya ubunge uchangiaakuwe mwanahabari. Huyu lazima uongee ukweli, utakuja baadaye mdo kwa mrefu.